Aise famasia. Yaani nimetoka hospitali nimepewa dawa ya ajabu sana yani. Dawa gani hiyo ya ajabu Kaberege? Unajua kuna dawa niwahi kupewa kipindi kile nikicheza rafu. Nikapata ugonjwa huko chini ule. Sasa hivi nimeenda hospitali na masikio. Daktari akanipa tena hiyo hiyo. Ila nimeisahau nyumbani. Ni kama ilikuwa inaitwa Cefixime. Nitumie kwa muda wa wiki mbili. Nilimheshimu tu. Yaani kama linitukana pale, nitaka nipachimbe ala. Relax Kaberege. Dawa moja inaweza kutibu magonjwa kadhaa na hii uliyopewa inatumika pia kutibu maambukizi ya kwenye sikio. Acha hizo mfamasia, ujue ni kikutana nazo watu watajua nina ugonjwa wa zinaa. Nitaenda kuzitupa bwana, nipatie nyingine ah. Kaberege tulia, wala usiwe na wasiwasi. Bila shaka hizo dawa ulipewa baada ya kufanyiwa uchunguzi na kusikilizwa vizuri na daktari pamoja na mfamasia wa huko ulikotoka. Sio vyema kubadilisha tena, kwa sababu uliyoisema Nenda katumie hizo dawa kwa amani kabisa. Ukiona inakupa shida sana, basi rudi hospitalini ukaeleza changamoto inayokupata sawa? Kabarege, emgoja nikapumzike kwanza, labda nitaelewa baadaye. Bwana, kwaheri.